Mheshimiwa Spika, kuna hasira inakusanyika kwenye mioyo ya watu. Amwaone watu wanaandamana barabarani, watu wanaandamana ndani ya mioyo. Iko siku watatoka barabarani bila sauti ya Chadema, iko siku watatoka barabarani bila sauti ya kafu, iko siku mtawakuta barabarani. Na mheshimiwa Spika, taifa hili litapasuka vipande viwili, na tuko kushuhudia haya, na Mungu ni shahidi. Asante mheshimiwa Spika, Spika nakushukuru mheshimiwa Spika ili kuepuka miongozo mingi, naomba nianze na neno la Mungu kutoka kitabu cha Ufunuo mstari wa nane nao, inasema bali waoga na wasioamini wa na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto wa kiberiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, Watu waoga Biblia imewafananisha na wazinzi. Watu waoga Biblia imewafananisha ime na wanaoabudu sanamu. Watu waoga Biblia imewafananisha ime na waongo, na Biblia ikasema hawa hukumu yao ni ziwa la moto. Mheshimiwa Spika, nilipokuwa magereza nimekuombea sana, Mungu ni shahidi, ili bunge hili liweze kutenda haki wale watu waliotajwa hapa kama wapo wakatae kufananishwa na wazinzi na waabudu sanamu. Mheshimiwa Spika, nchi hii inapoenda, kama leo bungeni, kusipokuwepo na uhuru wa majadiliano, wananchi wataongelewa wapi? Tukiongea nje, tunakaa ndani, tunanyimwa dhamana, tunapelekwa magereza kwa miezi minne. Tukiongea bungeni, haturuhusiwi leo haturuhusiwi kuisema ofisi ya rais mnafikiri mnamsaidia rais iko siku atatafuta watu makini huko mlikuwa wengi sana wengine sasa hivi wako huko atatoka mmoja mmoja na wote mtakuja huko namna na ya kuisaidia nchi ni watu kutokuwa waoga mheshimiwa spika ni watu kusema ukweli leo taifa linayumba hakuna mtu ambaye akuona siku ya sheria duniani lakini hapa kila mtu anatetea chakula anatetea mshahara kuliko utu. Mheshimiwa Spika, watoto wa taifa hili na wajukuu wa taifa hili wanaangalia kizazi cha bunge hili kinatunga sheria za aina gani? Maombi yangu ni kila mbunge angalau apite jela kwa miezi minne ili mjue ninachokisema. Taarifa, Mheshimiwa Spika, taarifa, taarifa. Mheshimiwa Lema upokee taarifa. Nataka nimtaarifu Mheshimiwa Lema kwamba imeandikwa katika Biblia wanyenyekevu watii wapole ndio watakaoona ufalme wa Mungu, bali wakorofi wabishi waifanyao jasiri katika jeuri ya mioyo yao hawataona ufalme wa Mungu. Jamani, anayepewa anayepewa taarifa ni Mheshimiwa Lema, ampewi nyinyi sasa. Tumwachie Mheshimiwa Lema aliyepewa taarifa aipokee. Mheshimiwa Spika, akusema kitabu lakini Biblia hiyo hiyo, Misali kumi na sita kumi na mbili inasema wafalme wakitenda kitenda asiyo wa haki ni chukizo, maana kiti cha enzi husibitika kwa haki. Mheshimiwa Spika Waheshimiwa, mnageuza kanisa bunge kuwa kanisa. Sasa hapa, Mheshimiwa Spika, mtaacha watu waokoke hapa. Mheshimiwa Spika, mheshimiwa Lema endelea. Mheshimiwa Spika, naomba mlinde sana mda wangu Mheshimiwa Spika. Nasema nasema hivyo kwa sababu gani? Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, tuisaidie nchi. Mimi kuna siku mke wangu mheshimiwa spika, alikuwa anawaambia wanangu, nataka msome sana, muwe kama profesa mtoto wangu mmoja akamuuliza kama profesa nani? mke wangu akasema ngoja ni Google. Ngoja ni Google, tunataka mheshimiwa, madaktari na maprofesa walioko ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi wawe mashuhuda wa kupigania haki ya taifa hili. Leo mheshimiwa Spika, msiporuhusu mijadala huru ambayo imeruhusiwa na katiba hii kwa wabunge ndani ya bunge tunaenda kuongelea mambo wapya ya kusaidia taifa hili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Hussein Mwinyi ni mtoto wa Mzee Mwinyi baba yake leo ana faraja, mtoto wake ni waziri yuko bungeni. Beni Sanane ni mtoto mzee Fokasi. Beni Sanane amepotea hajulikani alipo. Serikali imemtafuta Farujoni kwa gharama zote imemtafuta Farujoni kwa nguvu zote. Kuna mtoto anaitwa Beni Sanane ana wazazi kama ambavyo Mzee Mwinyi ana mtoto anaitwa Hussein. kama ambavyo Mzee Magembe ana mtoto wake juzi tumemchagua kuwa kuwa mbunge, mbunge, mbunge anandoguzake, anandoguzake wa bunge la Afrika Mashariki akampa mkono akifurahi. Leo kuna binadamu ana ndugu zake ana wadogo zake anaitwa Beni Sanane. Baba yake aliniambia maneno haya: mheshimiwa spika, Chadema na serikali nisaidieni kumtafuta mtoto wangu. Beni sio mbuzi yangu, Beni ni mtoto wangu. Serikali imetafuta Farujoni, na leo nimeshangaa mheshimiwa spika kwamba imekuwa yani, wanyama wamekuwa na hadhi katika taifa hili mpaka leo tume, kuna mnyama anaitwa sijui yu, Yusta mnyama na mnyama mwingine anaitwa Ndugai. Wewe mwenyewe is amuadhari, yani mpaka leo wanyama wamekuwa na thamani mpaka wanabatizwa majina ya binadamu, na kuna mtu amepotea patikani. Mawazo waliuawa Geita, mheshimiwa, Mheshimiwa Spika, Mawazo wameuawa Geita, maabusu wale wakalala barabarani, wanasema serikali ilete viongozi wakubwa tuwaambie watu waliomuua Mawazo, serikali haikuchukua hatua. Faru Joni ametafutwa kwa nguvu zote. Kuna maiti Ruvu, mimi nilikuwa magereza nasoma kwenye magazeti saba, DNA yake ijapimwa taarifa yake ijatolewa. Lakini faru joni na faru mwingine sijui sita sijui nani ametafutwa kwa nguvu zote. Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, haya mambo yanayoendelea mnakaa kimya. Mnasikia mtu amepotea, mnakaa kimya. Mnasikia kuna damu imwagika, mnakaa kimya. Mnafikiri hawa sio watu? Hii damu itanena, hii damu itanena. Yaliyomkuta Nape juzi yametukuta sisi siku za nyuma, yatamkuta kila mtu. Kama ambavyo wema ni, kama ambavyo wema ni mbegu, ubaya pia ni mbegu. Kila mtu atavuna anachopanda na, na wakati utafika. Leo mko wengi Tulitarajia nyie ndio msaidie taifa hili kwenda mbele. Leo mke wangu leo alikuwa hapo, leo Makasege hapa, mheshimiwa spika, wakati tunasali tukawa tuko na wabunge wa CCM wengi tu, nami nilikuwa karibu na Juliana Shoza, nikafumbua macho kidogo, nikaona wabunge tunasali kwa pamoja, nikasema hivi, zile kura za hapana hawakuwepo. Nikasema hao kwenye kura za hapana hawakuwepo. Mheshimiwa Spika, nchi hii isipoacha usiasa ndani ya bunge upande huu na upande huu, tusipoacha siasa za vyama ndani ya bunge, taifa hili tualipasua. Na leo inaonekana vyombo vya dola vina nguvu, leo inaonekana kuna majeshi. Tumeongea habari ya mahakama hapa, mkasema tusiingilie mahakama. Mheshimiwa Spika, mimi nishawahi kupewa, nilishawahi kupewa mzamana na ikasainia rumandeoda, mimi nimekaa jela miezi minne Nina zamana lakini sina masharti ma, ya zamana. Hakimu aliyefungwa mikono kunyima masharti ya zamana alifunguliwa mikono kutoa masharti ya zamana. Tunapoisema, tunapokuja kuongea habari ya mahakama hamwezi kujua vizuri mpaka mwende jela. Nimetoka jela. Kuna mtu yuko jela mwaka wa tatu kwa kesi ya bangi ambayo akienda akapit giti mahakama kuu faini yake ni elfu 15. Kuna mwanasheria mheshimiwa makembe anamjua, amekaa jela, anaanza mwaka wa saba kesi yake ni money laundering miaka saba, na hiyo kesi kutwa na hatia pengine ni miaka minne jela. Kuna watu wanaozea jela, ofisi ya DPP inatumika vibaya, tumetunga kesi mbaya. Nenda Keko, zimejaa watu, kesi za money laundering. Mheshimiwa Spika, kuna hasira inakusanyika kwenye mioyo ya watu, hamuoni? Watu wanaandamana barabarani, watu wanaandamana ndani ya mioyo. Iko siku watatoka barabarani bila sauti ya Chadema, iko siku watatoka barabarani bila sauti ya kafu iko siku, mtawakuta barabarani, na mwisho wa siku taifa hili litapasuka vipande viwili. Huo nevu mnaotufanyia, atufanye mikutano ya hadhara leo leo, mkutano wa hadhara nchi tumekatazwa. Mheshimiwa Lema, muda hauko pande wako, muda muda, mwezi wangu mbili. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naangalia hapa, mheshimiwa, dakika zangu mbili. Mheshimiwa Spika, mheshimiwa Spika, leo tumezuia kufanya mikutano ya hadhara tunaambiwa tufanye mikutano ya hadhara 2020 ni sawa na kuliambia kanisa lifanye ibada Krisimasi, ni sawa na kuwambia msikiti ufanye ibada siku ya Idi. Nyie mnafikiri ni kwetu? Wakishamaliza kutushughulikia sisi, meno yale yale, msimeno ule ule utakuja upande wenu. Ngoja watumalize kwanza, watakuja upande wenu. Na nawaambia kila mbegu mnayopanda mtavuna, na tuko kushuhudia haya na Mungu ni shahidi. Asante mheshimiwa Spika.